Uh, and mambo vipi? Sawa sawa. Kama ka, kama ka. Fresh kabisa. Mimi niko poa, sijui wewe. Au hakika eh? Uh, sana ndugu yangu. Ni uh, muda mfupi kidogo nimekuona kwamba umetinga Dodoma ni muda mrefu ama ndio mimi nimechelewa kukustuka kwa upo Dodoma? Uh, sure, sina muda mrefu hapa Dodoma na eh, kama, kama wiki moja hivi. Eh. Yeah. Okay. So, na lakini umekuja kwa issue zako toa project. Uh, mimi Dodoma nyumbani mm. Cha kwanza Dodoma nyumbani. Wapi, pande zipi hizo? <laughs> uh, mimi nimeishi sana hapa Dodoma hususani nimekaa Sokoine pale mm. Nimeishi Sokoine, ingawa sasa hivi tumehama, tupo kibaoni kwa mbele kidogo, kuna simu inaitwa Kimiti. Okay. yeah, ndo nipo maeneo ya hapo sasa hivi ndo Bimaza yuko pale mm. Bwana mm -hmm. Karibu sana kwenye kabu kubwa eh. Ah, shukran sana na furahi pia kuwepo hapa sawa, sahii bwana. Sasa sisi tulitamani pia kufahamu, na wasikilizaji tunatamani kujua safari pia ya eh, uchekeshaji wako ili anzia wapi mpaka leo hivi tunamfahamu Wizi MP eh, ukianza pia labda na majina yako kamili, yani tunatamani tukujue. <laughs> ah, <laughs> ah kwanza nilianza kuchekesha hivi kwa kawaida hivi kupitia mashuleni ile kawaida. Kawaida unachekesha, unaongea na watu, unafurahisha yeah. Watu wanafurahi baada ya hapo, hapo niko shule ya msingi sasa. mm -hmm. nikaingia sekondari, sekondari nikaanzaga kufungua zile akaunti zile za TikTok, ijapokuwa nilikuwa nafanya kazi zangu hizi ambazo, wewe unakuwa unafanya kazi, unaonekana kama upo serious, lakini ndio unaachia hivyo hivyo video zako, ingawa unachanganya faili yani posts zinachanganyika mm -hmm. lakini nilipomaliza form 4 rasmi ndio nikaanza sasa pale ya, ya wasanii, yeah. Nikafungua TikTok, nikafungua na Instagram sababu mm. Nilikuwa na jina langu tayari watu waishani, waishani, yeah. Kwa yeah. sababu ya kile ninachokifanya sasa, kwa hiyo mm, nilianza kuitwa Wizi nikasema waje nitumie hili jina ndo mpaka sasa hivi sasa hmm. bado naendelea nalo na natembea nalo, ingawa kuna majina mengine mengi. Kupitia content watu wananiita nah. mm. Nimeona bwana. <laughs> <laughs> mimi pia nalifahamu moja mm. eh? mm -hmm. eh, mimi bwana, huyu analifahamu jina moja linaitwa Doto Matairi bwana, unakutenganisha <laughs> kati ya Doto Magari ah, na Doto Matairi, <laughs> ah, <watu bwana. laughs> na, na na pia nimependa collaboration yako na Eh, kijana mwenzako bwana yule ambaye yeye pia anajiita Tazari, eh, Tazari ya. Mm. Sasa anaondoka kwa staili za TID hivi. Yule kwa, kwa kweli yule ni mm. kijana mwenzangu na pia ni rafiki yangu okay. Na tumeshaishi naye huko Dar es Salaam mm. Tumeshakutana naye nilitambulishaga nilinae na, na, na, ni mchekeshaji anaweza kasema content creator, jamaa mmoja anaitwa Mchaga wa Rombo huyo, yeah. Ndo akanitambulishaga Tazali, mm. Tazali yeye alikuwa ni mtu wa kudansi Ndiyo. sasa Unajua bwana, unapoona kitu fulani labda kinasumbua labda kiendi, unajaribu mm, kuswitch sehemu nyingine yeah, then mambo yanapoenda upande mwingine, ukifika mahali fulani, sasa unarudi kwenye ambacho kitu uko na kitaka sasa wewe mwenyewe mm, eh, yeye yeah, alikuwa ni mtu wa kudansa, lakini baadaye tukamshawishi akafanya comedy content, ndio mpaka sasa hivi, sasa tukaanza tunaendelea. Yeye yeah, anap, yeah, anapiga upande wake na mimi na upande wangu, tukakutana tukatengeneza kitu, ingawa ni mtu ambaye nafahamiana ile muda mrefu sana wewe mm, mm, unahisi kwamba eh, kitu unachokifanya na hapo ulipo pia ni sehemu ya malengo yako na matamanio yako <coughs> au kuna kitu maybe kilitokea, that's why ukasema wacha ni pige pia mguu mwingine? Ah, uh, of course comedy ni malengo yangu, ijapokuwa na malengo na malengo mengi, lakini katika sanaa comedy ni malengo yangu pia. Na pia ni naweza nikasema pia mimi ni actor. Mm. Eh, kiachana na comedy naweza nikaact pia to serious kawaida na yeah. Yeah. Okay. Ni mtandao gani wa kijamii ambao ulikuwa wa kwanza zaidi kukupatia platform ukafahamika sasa zaidi hapo eh? mm, TikTok, TikTok mm. Nilianza na TikTok. TikTok na Instagram, bwana, watu wanasemaga Instagram ni kugumu mm. ah, Instagram baada ya kupatapata hivi labda jina content kutembea tembea ndo ndo Instagram sasa kuanza kuwa serious. Yeah. Ijapokuwa nilikuwa tayari Nishafungua mtandao wa Instagram. Watu wanaweza kawa wanajua tu huyu jamaa ni vogue tu TikTok lakini Instagram kwa sababu ilikuwa itembei. Mm. Sasa hivi kidogo Mwenyezi Mungu anasaidia. Anasaidia. Mm. Okay. Sawa, so, ni kama vizuri zaidi. Lakini pia watu wengi wanafungua mitandao hii ya kijamii, e, kuna content pia wanatumia za kuiga pia. Wewe mm. uh, unapataje ubunifu wako binafsi? Yaani wewe unatumia ukikaa hivi, vitu vinakuja au unakaa chini unaandika? Yaani mm. Uh, zipo mbinu tofauti tofauti za kupata idea. Sasa inategemea na namna unavyowasilisha. Kwa hiyo mtu anaweza labda akafikiria akakaa katulia, yani kichwa chake kinachofikiria ndio hicho hicho anachokitoa kwenye, kwenye jamii anapokitengeneza ndio hivyo hivyo. Maana utofauti bwana unakuja pale ambapo wewe unachokiwaza kitu kipya ambacho unahisi kabisa hiki bado hamna mtu am, am, ameshawahi kufanya. Bidi ni uwaze kama ukiwa kuendelekea, bidi uwaze mara mbili ya wenzako wanavyowaza kwa mm. sababu ijapokuwa kila mtu anawaza jinsi anavyofikiria yeye ndo ndo maana content inakuwa tofauti kwa inabidi uwaze kwa kupata content bwana. Mimi mimi napataga kwa njia tofauti, nategemeana na labda nimeona content fulani hivi nikasema hii nikitengenezea ubunifu inakuwa nzuri, mfano wenyewe upo the story. Hata hivyo pia niliona kwamba tulianza kule. Baada ya hapo sasa, creativity zikawa zinapanda zinapanda. mm -hmm. Ukaja pia kujipata kwenye ingo yako moja hiyo ambayo mm -hmm. unaipiga sasa hivi um, pia katudokolea siri kidogo, kwa kijana wa sasa hivi anaweza akasimama na akaendesha maisha yake kwa kutegemea mitandao ya kijamii kama hivi, ubunifu nini, maisha pia yakaenda e, bila bila siwaze labda, ni kwa anataka niwe daktari, ngoja nirudi, anaweza ka sustain his life e, yeah, inawezekana, inawezekana hivyo, na pia ili uweze labda, kuna nilie tunaweza kusema labda kuhimili, kuna nilie yani, kubalance inabidi uwe mbunifu kila siku mm. kwa sababu watu wanafanya hivyo, kwa sababu wanawagaia watu vitu vipya vitu vizuri, wana fly mw... kwa nini usi, usiendelee? Kwa ukiona unatoa vitu vizuri kwa jamii, lazima watu watakuita matangazo nini mm. utakona pata engagement tofauti tofauti kutoka kwa watu mbalimbali, hiyo yeah. Inawezekana wewe hapo ulipo ushe kukataa bili, ukasema hela ndogo, ah, hapana, kwa sababu mimi mwenyewe bado nipo kwenye, kwenye utafutaji kwa mm. nategemea na mtu amekujaje na vile namna Anapo anapokuwa ameweka labda, hiyo ndio yeah, budget baji, yeah. yake kwa hiyo mm. cool.